Akaamua kutangulia mbele akakimbia meo akapanda juu ya mkuyu. Sasa makutano walivyokuwa wakiendea kusogea juu ya mkuyu, ndipo hapo Yesu akamwona akamwambia, shuka Zakayo, akasema akamwambiwa, shuka upesi, siku ya leo uokovu unakuja nyumbani mwako. Watu wa mataifa walivyoona hivyo, wale watu wa sheria wale Wayahudi walivyosikia kwamba wokovu unaenda kwa Zakayo, yeah. Aliyekuwa akiaminika kama mtozoi, seru mzurumake wakakasirika, wakatelawa mhekumu, wakakasirika sana. Kwa nini Yesu na mema ameamua kuingia kati kwenye nyumba ya Zakayo ambaye tunamjua kabisa ni mchafu, tunamjua kabisa ni mtu ambaye anatoza usuru ni mtu anayezurumu watu. Kwa nini sasa Yesu kaenda kwa Zakayo? Ndipo Yesu akasema mwana wa Adamu alikuja kuokoa kile kilichopotea. Haleluya, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikwayi Zakayo alikuwa li ni mzumaji mm, alikuwa akitenda dhambi nyingi nyingi. Nikwayi Zakayo alikuwa akitenda matendo yasiyostahili lakini kilichomleta Yesu, hakuja kwa ajili ya watakatifu Yesu, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, alikuja kwa ajili ya waasherati, alikuja kwa ajili ya wazinzi, alikuja kwa ajili ya wale wote ambao ameshindwa kufarakana na dhambi dzambi, ilikwamba sasa yafarakanishe na dhambi kwa damu yake. Haleluya, amin amin. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huenda yeah, na wewe ni mhanga kama Zakayo, huenda yeah, umekuwa mzulumaji kama Zakayo, huenda na wewe umekuwa kutenda matendo ya sio stahili mbele za Mungu. Huenda umekuwa ni mzinzi, lakini unashindwa namna ya kutoka katika kifungo hicho cha uzinzi. Huenda umekuwa ni mchawi muda mrefu sana mpaka sasa hivi, umekosa namna ya kuacha uchawi na unafikiria katoto fulani ndio karifisha uchawi, ni kwamba kaendeleze gurudumu. Nikwambie sasa, nimekuja mahali hapa Yesu nimemleta mahali hapa Yesu Kristo ili akuondoe katika hivyo vifungo, okay. Ukimkili Yesu ukaamua kumwikili Yesu Kristo kwa moyo wako, utaupokea wokovu. Uenda umekuwa mzinzi kwa muda mrefu unatamani uwache lakini imeshindikana. Unatamani uwache maisha ya usengenyaji lakini imeshindikana. Unatamani uwache maisha ya kutukana na watu lakini imeshindikana. Unajitahidi na kujitahidi lakini unashindwa. Yesu peke yake aliyekuja kuokoa kile kilichopotea ndiye mwenye uwezo wa kukutoa katika hilo simbo la nguvu za giza. Haleluya! Amen. Amen. Bwana alibarikiwe. Sasa hey, nice. So, ndio maana tumekuletea habari njema za huyu Yesu ambaye alikuwa akifika kwa watenda dhambi, anawasamea makosa yake, anawasamea hey. um, makosa yao. Alikuwa akikutana na wazinzi, hawahukumu kwa sababu hakuja kuhukumu. Huyo wakati wake wa kuhukumu ulikuwa bado. Ndio maana hata ulipomletea kesi ya ya yule mwanamke mzinzi hakuweza kumhukumu kwa sababu ujio wake wa kwanza ulikuja kwa ajili ya kufanya matengenezo alijua kwamba adui alifanya uharibifu mwingi, baada ya kuwa amepewa utawala kwa muda mi wa miaka elfu mbili adui alikuwa ameshafanya uharibifu mwingi sana miaka yeah, ile elfu nne aliyotawala shetani alikuwa ameshafanya uharibifu wa kila namna. Haleluya kayo haikupaswa wahukumu wa wanadamu kwa sababu wengine dhambi walizokuwa kizitenda ni kutokana na ile ile roho ya dhambi iliyomwingia mwanadamu baada ya kuwa measi. Kwaza akaona kwamba asije kuwahukumu, kwa sababu kutenda kwao hakutokani na wao isipokuwa ile ile hali ya umauti iliyotokana na kukosa kwa Adamu ili mwingia kila mwanadamu Anasema sasa, mimi siji kumhukumu yeyote, kwa sababu Mungu wetu ni hakimu wa haki. Hakutaka wahukumu watu kwa madhambi ya kurithi, ile asili ya dhambi aliyoirithi kwa Adamu. Hakutaka wahukumu wanadamu kwa sababu ya hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema mimi sikuhukumu. Hakutaka atoe hukumu, kwa sababu alijua kwamba hiyo hali ya kusini haijatokana na mapenzi yake. Iko dhambi iliyokuwa ikimtawala huyo mtu, yako hayo maroho yaliyokuwa ya na uhalali wa kuwatawala watu kuenena katika njia zisizo stahili. Hayo maroho ndio anayowasababisha wengine wanatawaliwa katika kufanya matendo yasio stahili, wanafanya mambo ya uganga, wanafanya mambo ya uchawi, wanafanya vitu visivyoeleweka, wanakuwa warezi ili kupindukia ni roho tu ambazo zinawatumikisha kinyume na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Hey, hey. Kwa hata sisi huyu Yesu tumemleta siku ya leo, hatujamleta ili kwamba akuhukumu. Hatujamleta ili kwamba akuhukumu, hapana. Tumemleta, hey. Tumemleta mahali hapa Yesu Kristo ili kwamba kwamba akuokoe. Ameiona njia ambayo umekuwa ukiiendea kwamba ingekupoteza, ingekupeleka kusiko stahili. Haleluya. Hey. Amen. Hey. Amen. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Zile ambazo umekuwa ukiziendea wewe mwenyewe unajua, unajua ni kiasi gani unawaka tamaa, yeah. Hauwezi hata kudhibiti mwili wako, unakupeleka huku na kule, unakuwa ni mtu wa uchawi, unakuwa ni mtu wa uzinzi.